Joseph Kirema hapa, takufundisha vile unaweza dive. Kwanza utaweka mikono inji ya kichwa, alafu kidevu ichikilie shingo, alafu funga mapua, alafu jirushe mguu, inataka na iko imeshikana, lakini sijaweza mimi bado hivyo. Alafu hapa bado kuna mistake nafanya, lakini ta correct, kwa sababu ukienda mikono mbele sana haraka, una una uta utafanya kwamba una turn, unafanya kama fanya somersault, which si kwa intention yangu. Na pia kuna ile ya ku dive na unaenda straight, utafanya hiyo lafini ito canyon ball mashikilia mkuu wapo hapo nimeachilia haraka matika na kwa nimeshikilia bado niki, niki, nikiingia deep. Nafanya headstand alafu aingia ndani na kichwa. Hiyo pia sijaweza, pia nitajifundisha tu pole pole. So wenda tu na pace yako, usiharakishe na we si kama mwingine, just find your own style, find your own rhythm na usikate kama usi pole kukongelea kuna vile nimefanya pia kuelea pia, unaweza jaribu itakusaidia. God bless you.